Wafalme wa Roma walitawala dola moja ya mafanikio zaidi katika historia, lakini je, unajua kwamba mbinu zao za uongozi zinaweza kukusaidia kuwa mfalme wa biashara yako? Leo tutachunguza mafunzo ya moja kwa moja tunayoweza kujifunza kutoka kwa Kaisari wa Roma. Augustus alijenga brand yake kwa uangalifu, alibadilika kutoka kwa mtoto wa vita pia hadi kiongozi wa amani. Alitumia sana na ujenzi kujenga picha yake alijenga uaminifu kwa kutoa huduma kwa wananchi au rahia. Mafunzo kwa biashara: fanya utafiti wa soko na ujue nafasi yako. Jenga uhusiano na wateja wako kwa uaminifu. Tumia uchapishaji na mitandao kujenga chapa yako. Trajan alifanya Roma kuwa na ukubwa wake mkubwa zaidi, lakini kwa mipango. Alichagua maeneo yenye faida kwa uangalifu. Alijenga miundombinu kabla ya kupanua. Alishirikiana na makabila badala ya kuwavamia tu. Mafunzo kwa biashara: kuwa kwa makini sio kwa haraka, hakikisha una mifumo kabla ya kupanua, tafuta ushirikiano badala ya ushindani kila wakati. Marcus Aurelius alikuwa kiongozi mwenye hekima na mawazo, aliandika Meditations, shauri bora la kiongozi. Aliamini katika kujifunza kila siku, alishika msimamo wa maadili hata kwenye shida. Mafunzo kwa biashara: soma na jifunze kila siku, kuwa na msimamo wa maadili katika biashara, tumia shida kama fursa ya kukua. Diocletian aligawanya utawala wa Roma kwa mafanikio. Alianzisha mfumo wa watawala wane tetrarchy. Kila mmoja alikuwa na kazi maalum. Aliboresha mfumo wa ushuru na utawala. Mafunzo kwa biashara: gawanya kazi kulingana na ujuzi, weka mifumo thabiti ya uhasibu na usimamizi, epuka kujaribu kufanya kila kitu peke yako. Constantine alibadilisha Roma kwa ujasiri. Alihamisha mji mkuu kwenda Constantinople. Alikubali Ukristo na kuibadilisha Roma. Alijenga miji mipya na mifumo mipya. Mafunzo kwa biashara Kumbuka kubadilika wakati inahitajika. Jifunze teknolojia na mienendo mipya. Weka mazingira ya ubunifu na uvumilivu. Roma ilidumu kwa karne nyingi kwa sababu ya uongozi wenye mipango. Kwa kujifunza kutoka kwa wafalme hawa, unaweza kujenga dola lako la biashara na kulifanya liendelee kwa muda mrefu. Je, wewe ungefanya kama yupi kati ya hawa wafalme, au una mfalme mwingine wa Roma unayempenda? Andika maoni yako chini. Kama video hii imekusaidia bonyeza like, share na jiunde kwa mafunzo zaidi ya kibiashara. Twaweza kuwa wafalme wa, wa soko letu.